Hivi, nikuulize Monica, umekutwa na kitu gani, mama Monica, mama mwenzaku? Nashanga umebadilika moyo mpaka tabia yako, mwanzo ukuwa hivyo, au marafiki zako ndo wanakubadilisha akili zako, badilisha moyo wako mapenzi yako hivyo kutesana, mama. Mapenzi kupendana kuliziana, mimi nawe. Kama umenichoka niambie kweli, Monika, sio unanibabaisha. Ile zawadi ya jana Kitenge pamoja na shuka nilivyokupa mwezangu na shangao kavitupa. Monica, ah, ah, Monica, Monica, oh, wangu mamaye, yeah. Oh, oh, oh. Usiende Mweza kutakonda, mini takonda usiende, mini takonda, usiende usiende, kutakonda, Mweza kutakonda miitakonda usiende, Monika wangu Monika wangu, Monika wa wa, unafanya ni umwe ugonjwa usojurikana kila sana lialia lia, wakunifuta machozi hakuna. Au kila mwamba ngoma ngozi huvutia kwake. Ninaamini, Monika mama, wamekufundisha wazazi wako. Nili nilichokosea niambie, nikuombe msamaha. Bila wewe siwezi ishi, Monika eh. Monica, Monica, Monica Monica wangu, yeah, yeah. Mwezakumi, nakuhitaji uwepo wako, Monica ni kama maji. Monica, Monica wangu, nakuhitaji uwepo wako kwangu mimi kama maji, usiende, yeah. o

kila sana lialia lia, wakunifuta machozi hakuna. Au kila mwamba ngoma ngozi huvutia kwake. Ninaamini Monika, mama wamekufundisha wazazi wako. nili nilichokosea niambie, nikuombe msamaha. Bila wewe siwezi ishi Monika eh. Monica, Monica wangu mweza kumi, nakuhitaji uwepo wako Monica, ni kama maji. Monica, Monica wangu, nakuhitaji uwepo wako kwangu, mimi kama maji, usiende yeah. Oh, Monica wangu, Monica wama Unafanya ni umwe ugonjwa usiojulikana, kila sana lialia lia, wakunifuta machozi hakuna. Au kila mwamba ngoma ngozi huvutia kwake. Ninaamini Monica, mama wamekufundisha wazazi wako, nili nilichokosea Niambie ni, ni kuombe msamaha. Bila wewe siwezi ishi.